Hii ilmu ndiyo sabuni ya hii tuliokuwa tukiambiwa ya nafsi. Bila ilmu, nafsi itachezewa na ndio tunayaona haya ya sasa tulionayo. Hatukinai, tunaliona ni jambo dogo sana. Nafsi zetu hatuzitendei huo uadilifu tulioambiwa kwa sababu mimi nasema sehemu kubwa moja ni kwa kukosa ilmu, ama tumeipuuza ama tumeidharau. Kinaa kimeondoka. Maana jitizameni, watu wa umri wangu mimi, tulichofundishwa na wazee wetu na tunachoshikana nacho wengi wetu ni nini? Ni kinaa, ni kukinai, kwa sababu ndio msingi wa nafsi, ndio msingi wa dini yetu. Sasa kwa kuondoka hilo leo ndugu zangu, ndio maana hata imani yetu hata dini yetu sasa inaporomoka na itaendelea kuporomoka. Kwa sababu tukizungumza funga, funga haianzi pale unapoacha kula. Funga inaanza kabla hujaacha kula, kwa kuwa na riziki ya halali eh, riski ya halali. Leo unafunga lakini kipato chako wewe pengine, ni biashara yako, ni ya daladala. Unajua gari hii imekwenda kuibiwa, nimeinunua kutoka kwa mwizi, au mwenyewe ndio ulo iiba gari ile, ndio unaitumia, unanunua nguo, unalisha familia eh, unajenga nyumba, saa nyingine unaleta na zulia msikitini kwa kipato hicho hicho, utakuja kusema kwamba hiyo eh, sala uliokuja kusali eh, suruali haramu, kanzu haramu, koti haramu, utakuja kusema pana sala hapo. Lakini tunaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, utafunga kama wengine kukiona, na na suna zake lakini ulichokila unajua kwamba kimetokana na chumo la haramu yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumekubali nafsi zetu zichezewe, tumekubali yatokee yote haya, kwa sababu tumetetereka katika misingi ya dini yetu, na basi, tunatakiwa na wengine, hata ukisema haya kuna watu wanakereka Muislamu lakini inamkera kwamba wewe unazungumzia mambo haya na mwisho utakuja kwa mbona unazungumza siasa. Na ukitaka kulipa nguvu jambo la haramu wewe lifanye, ni siasa. Lakini ndio leo jamani, tulipo hapo ndio tulipo, tulipofika. Hii ni hasara kubwa sana kwa sababu nafsi ndio kila kitu, kama tulivyoambiwa hapo. Ndio maana sisi wazee wetu wakitukumbusha katika jambo hili kwamba hala hala na nafsi, kwa sababu nafsi Mwenyezi Mungu alipoitolea hukumu kaanza na viapo zaidi ya kumi kwenye surati Shamsi, washamsi wadhuhaha, wazee wetu nakumbuka wakituambia hicho sikiapo kimoja ni viwili washamsi wa dhuha hmm. ni viapo viwili, kenda mpaka kamalizia kuapa na nafsi yenyewe jinsi ilivyoumbwa, wanafsi wamasawaha faalhamaha fujuraha watakwaha. Hukumu alioitoa ni ipi? kad aflaha mansakah wa kad khaba sasa fikiria hukumu Mwenyezi Mungu aloanza na viapo zaidi ya kumi mpaka kaja kwenye kwenye yambo zito yambo kubwa sana, lakini sisi ndio tumeiacha chezewe, na tukiacha ichezewe, maanake tutaharibikiwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu kaitolea hiyo hukumu eh, kwamba utaharibikiwa na utaharibikiwa sio tu akhera sababu ya akhera unachuma hapa, utaharibikiwa na duniani vile vile. Na ndio maana tunaona hivi tunakokwenda.